Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na bado tupo katika kipengele cha listi. Video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na two dimension list. Ni aina ya listi ambayo tunaita kwa jina jingine nested list. Aina hii ya listi ni listi ambayo inakusanya listi ndani yake, yaani zile element ambazo tunakuwa nazo katika listi zetu instead ya kuweka value moja moja, tayari unakuta kuna listi ndo zinaact as a element ya hiyo listi kubwa. So tayari nitakwenda kuonyesha hapa mfano na kisha tutaona utofauti uliopo baina ya listi tulizojifunza huko nyuma na hii two dimensional list. So hapa nimetengeneza students, ambao ni jina la listi yangu na humu ndani, kama unavyoona nimefungua square bracket zetu. So ndani humu two dimension list tumesema ni list ambayo imekusanya list nyingine ndani yake ambazo zina act kama ni element ya hiyo list. So humu mfano tutaweka list nyingine ndani list ya kwanza itakusanya jina hili la Joe, tutatenganisha koma baina ya element moja na element nyingine ya list hii ambayo imo ndani ya list ya students. So tutaita Kim, ili ni jina la pili katika listi hii ya kwanza, alafu baina ya listi moja na listi nyingine ndani ya hiyo listi yetu ya student tunatenganisha kwa koma. So square bracket yetu then so, inafata jina jingine hilo koma, na wacha tuweze kuweka sum. Okay, ikiwa ni element nyingine ya hii listi ya pili ambayo imo ndani ya listi yetu kubwa ambayo ni ya student koma, tumalizie na hii listi ya tatu kwa hiyo huyu ni Kelly, lakini pia tumalizie na elementi nyingine katika listi hii ya tatu, ambapo tumuite Chris. Simple. So kama unavyoona tayari tupo na listi yetu ya student, lakini ndani yake e, kuna listi ya kwanza, kuna listi ya pili na kuna listi ya tatu, ambazo hizi zinaitwa as a element ya listi yetu ya student. Kwa hiyo hiyo ndo tunaita two-dimensional listi kuanzia leo ufahamu hivyo, utakaposikia popote two dimension list ni just nested list, ni listi ambayo imekusanya listi ndani yake. Sasa una uwezo wa kuvuta data fulani katika listi yako hiyo, kama tulipokuwa tunafanya katika listi yetu ile kule, lakini humu kuna njia zake kidogo, na nitakuonesha hapo. Kwa mfano, unahitaji kuweza kuprint kilichomo ndani ya listi yetu ya student. Simple tu taandika print function yako na utaita jina la hiyo listi yako students, na tayari utakuwa umeweza kutoa na kuona listi zote zilizomo ndani ya listi hiyo ya student. Kwa mfano nikirani hapa, tayari unaona imetoka listi yetu ya kwanza, ya pili na ya tatu, zote zinaonekana ambazo zimo ndani ya listi yetu ya students. Very simple kama hivyo, lakini pia una uwezo wa kuprint ukachukua listi moja moja. Kumbuka nimekwambia listi ambazo zitakuwemo ndani ya listi hii zina act as element. Kwa hiyo hii listi ya kwanza hapa itaact kama ni element ya kwanza. Hii listi ya pili itaact kama ni element ya pili na hii listi ya tatu itaact kama ni element ya tatu. Na kumbuka ili kuweza kuaccess element ndani ya listi tunaanza na index ya zero. Kwa hiyo hii itawakilishwa na index ya zero. Hii itawakilishwa na index ya 1. Hii itawakilishwa na index ya 2. Kwa tunapohitaji kuweza ku access list hii ya pili tutatumia index ya 1. Okay? kwa mfano wacha tuweze kuprint hapa na tuweke student, alafu tu access list yetu kwa kuweka index ile ambayo tunahitaji, so 1. Okay, kwa hiyo hii ni zero element yetu ambayo ni list 1 iliyomo ndani ya list yetu ya student, alafu hii ndio 1. Kwa hiyo hapa tunategemea output itakuwa ni su na sum. Kwa hiyo hapa tukiweza ku run programu yetu, unaona kilichotokea hii ya kwanza ndo print function ya kwanza, hii ambayo tumetoa student tu yote full, lakini hii ya pili tumeweza kuletewa list ya pili, na ambayo ni element ya pili katika list yetu ya student. Very simple kama hivyo, just zile index zetu zinafanya kazi kwa kuchukua listi nzima ambayo imo katika hiyo listi yetu, kama hivi ambavyo umeona, just imetoka hii su na sum only. Lakini pia kama ikitokea unahitaji kuweza kutoa sasa listi hii ya pili, lakini unahitaji huyu sum ndo ambaye uweze kuprint, yani apatikane huyu su asitokee, unaweza kufanya hivyo kwa kuweka eh, listi index mbili. Kivipi? Wacha tuweze kuandika hapa chini, okay, students 1 hapa. Tukiweka index ya 1 tu, tushafika hapa katika hii element yetu ya pili, ambayo ni hii list yetu hii ya pili hapa, okay, katika list yetu kubwa ya student. Sasa kama unahitaji hii sum, maana yake ndani ya hii list yetu tuliyofikia hapa, hii ni index 0 so, na hii sum ni index 1. Kwa kama unahitaji hiyo sum aweze kudisplay just unaongeza tu square bracket hapa, alafu unaasi sasa kilichomo ndani ya hiyo list ambayo umefika katika hiyo element yetu ya hapa ambayo ni list hii ya su and sum kwa kutumia index 1. So hapa hii su itakuwa index 0, hii itakuwa index 1. Kwa hiyo nikiandika 1 hapa nategemea tayari kuweza kupata output hii tu ya sum. Okay, so acha tuweze ku run program yetu na tuweze kuona run, na kama unaoona hii ya kwanza tuliprint list yetu nzima na tukaona elementi zilizomo ambazo elementi zetu ni list zilizomo ndani yake, lakini pia tukaprint hii uh, listi ya pili katika listi yetu ya students ama element yetu ya pili kwa kutumia index ya one, lakini pia tukaprint hii sum ambayo inapatikana katika listi hii ya pili iliyomo katika listi yetu ya student ama element ya pili ambayo tuna uwezo wa kuaccess kwa index 1 na baadaye hapa mbele tukaongeza 1 sasa. Hii ya pili inafanya kazi ndani ya hii list yetu, maanake hii ni index 0, hii ni index 1. Kwa vile tunahitaji sum, na ndio maana tukaweka 1. Tukiweka hapa 0, maana yake hapo tuna access hii ya kwanza ambayo ni so. Kwa hiyo hapa nikiweza ku run unaona output ambayo tumeipata sasa hivi imetoka so, kwa sababu tumebadilisha index, tumeweka index ya 0 katika ile eh, list yetu ya pili ama element yetu ya pili katika list yetu ya student. Very simple kama hivyo. Nadhani umeweza kuelewa hii eh, two dimensional list inavyofanya kazi na jinsi ambavyo inaonekana. Lakini pia unaweza kufahamu zaidi hii list ya aina ya two dimensional kwa kuweza kuchukulia kama ni rows and column. Kwa mfano, unaona hapa Joe, Kim, Samsu, Kelly, Chris. Unaona hizi? Yaani ile list yetu ya kwanza ya student imekusanya vitu hivi. Kwa hiyo sasa tupo na row chukulia hivyo tupo na row ya pili, row ya tatu I mean, inaanza index ya 0, index ya 1, index ya pili. Kwa hiyo kama unahitaji kuweza kupata hii jo ambayo ipo katika e, row ya 0, I mean hii index ya 0 na column ya 0, kumbuka index ya 0. Kwa ukeka 0 0 manake hapo, moja kwa moja unaenda kuipata hii ya jo kwa mfano, acha niweze kuweka hapa, naweka hapa index ya zero, ita act as a row. Chukulia kama hizi, hii row ya kwanza, alafu hii row ya pili, hii row ya tatu. Lakini row hizi unazi access kwa kutumia index, manake hii row, hii index yake 0, row hii, index yake 1, row hii, index yake 2 ya alafu humu ndani ndo kuna hizo column, hii column ya kwanza hii kolamu ya pili, hii kolamu ya kwanza, hii kolamu ya pili, hii kolamu ya kwanza, hii kolamu ya pili. Lakini kumbuka tunaanza ku access kwa kutumia index ya zero. Kwa hiyo hii, chukulia ni kolamu ya zero, index zero, hii kolamu hii index 1. Kwa hapa kama tumeandika student 0 maana yake tumeenda ku access row ile ambayo inawakilishwa na index ya zero ambayo ni hii ya kwanza okay. Lakini sasa tukaweka hapa mbele kolamu zero Kumbuka inaenda ku access ile kolamu ya kwanza ambayo inawakilishwa na index ya zero ambayo ni jo hii, ndio ambayo itaenda ku display kama ni output yetu. So hapa nikiweza ku run sasa hivi programu yetu, unaona kilichotokea, imetoka jo ku mwisho. So hiyo ndio two dimension list the way ambavyo inafanya kazi na vile ambavyo unaweza kuelewa. So sina la ziada katika video hii ya leo, nilihitaji tu kuweza kupitisha katika two dimensional list. Kama unahisi kuna uhitaji wa kuweza kuja kufanya mifano mbalimbali mbali, ili kuweza kuielewa vizuri kiundani, unaweza ukaniambia katika sehemu ya comment na nikaja kuweza kukufahamisheni zaidi, lakini nadhani kila mmoja wetu ameweza kupata concept ya hii two dimensional list na tayari ana uwezo wa kuitumia katika program zake. So usiwe mbali na YouTube channel yangu, bado tuna mambo mengi ya kuweza kujifunza katika programming language hii ya Python na katika video ambayo inafuata, nafikiria tutakuja kujifunza kuhusiana na tuple. Kwa mara ya kwanza listi tumeweza kukamilisha, lakini kumbuka hii playlist yetu kwa ajili ya beginners, lakini pia itakupeleka hadi katika intermediate level. Okay, ukihitaji advanced level kuweza kujifunza Python kuna mambo mengi sana ya kuweza kujifunza. Una uwezo wa kuendelea na kujifunza baada ya kupata hizi basic na kuweza kuelewa hivi vidogo vidogo, ili kuweza kujifunza na hivyo vikubwa. Like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Subscribe kama ni mpya katika YouTube channel yangu, usipitwe na video ambayo inafuata. Asante.